Tumewataka wenzetu tuzungumze, waje kwenye meza tuzungumze, na nimepata salamu za wengine wanaowapa nguvu, hakuna mazungumzo mpaka mumwachie huyu, mufanye hili mufanye hili. Sasa serikali haipewi masharti hayo, serikali haipewi masharti hayo. Labda serikali ya wanafunzi kwa walimu wao, hilo linakuwa serikali ya wanafunzi hamtapata hili hili hili mpaka mfanye hivi, wanafunzi watafanya. Lakini sovereign state yenye kujielewa na kuendesha mambo yake mm -mm. mm -mm. mm -mm.